Hoja ya kwanza ni kuhusiana na mshtakiwa kutoa maneno alipoingia tu, uh, kwa mahakama kwamba upande wa jamhuri umewasilisha kwamba hayo yalikuwa ni maneno ya kuidharau mahakama, na hoja ya pili kuhusiana na ahirisho. Upande wa mtetezi umepinga mahakama kuahirisha shauri kwa sababu, sababu zilizotolewa na jamhuri hazina mashiko na zina lengo la kuendelea kumsababishia mshtakiwa kuendelea kukaa maabusu bila sababu. Sina sababu ya kurudia yaliyosemwa na pande zote mbili, kwa sababu ninatolea maamuzi hapa hapa, mawasilisho yote yamesemwa. Niende na, nianze na hoja ya kwanza. Hakuna ubishi kwamba mshtakiwa alipoingia tu ametoa maneno ambayo wakili wa utetezi ameyarudia kwa ufasaha, wakili Pita Kibatala kwa kusema mshtakiwa alitamka no reform, no election. Kifungu cha sita cha sheria ya mahakama ya mahakimu kifungu cha sita kifungu kidogo cha kwanza che cha The Magistrates Court Act kinasema mahakama inakuwa kamili pale ambapo anapokuwepo hakimu. Narejea kama ilivyosema subject to the provisions of section 7 the magistrate's court shall be duly constituted when held by a single magistrate in chair in the case of a court of resident magistrate a resident magistrate kwa hiyo mahakama inakuwa kamili pale ambapo anakuwepo hakimu mkazi katika mahakama ya hakimu mkazi na katika mahakama ya wilaya mahakama inakuwa kamili pale anapokuwepo hakimu mkazi wa wilaya na mahakama ya mwanzo vivyo hivyo. Kifungu cha sita kinasema hivyo. Kwa hivyo niseme kwamba hakimu alivyokwisha fika mahakamani akakaa, mahakama ilikuwa imekamilika bila kujali upande wowote haupo au upo. Kwa hivyo nihitimishe kwa kusema kwamba maneno ambayo yamesemwa na mshtakiwa yalikuwa sio sahihi kwa sababu tayari mahakama ilikuwa duly constituted, ilikuwa imekaa. Kifungu cha sita kifungu cha kwanza cha sheria ya mahakama ya mahakimu inasema hivyo. Kwa hivyo hilo halikuwa sahihi na itoshe, si hivyo tu, na hata walioitikia hawakuwa sahihi, kwa sababu baada ya mahakama tu kukaa, anayeongoza mahakama ni hakimu, hakuna mwingine ambaye anapaswa kuongea isipokuwa mahakama, kwa maana ya hakimu. Kwa hiyo kilichofanyika sio sahihi na natoa onyo sio tu kwa mshtakiwa na mwingine yoyote yule ambaye yumo kwenye mahakama hii ya wazi kuto kutamka neno lolote isipokuwa kwa amri ya mahakama. Maafisa wa mahakama, kwa maana ya mawakili wa serikali na mawakili wa kujitegemea, mnapaswa kulisimamia hili kwa sababu nyie ndio, ndio, ndio nguzo ya mahakama kuisaidia mahakama kufikia kwenye haki. Mahakama inazidi kusisitiza mnapaswa kuongozwa na sheria na sio miemko. Si sahihi kusema yale yaliyotokea yale yale ni kwa sababu mshtakiwa alichelewa kuingia. Siyo sahihi. Na niseme jingine kwa mwongozo kwa pande zote mbili. Kwa kuwa mahakama inakuwa duly constituted pale anapokuwepo hakimu, basi shauri linaanza kuitwa pale ambapo mahakama imeketi. Hivyo basi hata tarehe ijayo mahakama hii itakapokaa ndipo shauri liitwe, ijulikane shauri gani limeitwa, ndipo mshtakiwa aitwe, kama itakuwa ni shauri ambalo linamhusu mshtakiwa wa husika na sio vinginevyo.